Safi beti yangu shingoni, kichwani, maisha yanaendelea. Niko nyumbani kwangu, vyuma nazidi kuviongeza, hivi vyuma vinazidi kuongezeka. Unaona mambo, fundi anaendelea na kazi. Ndio maisha yetu wewe. Oh, kibana huku ukiongea mabaya mazuri, wenzao wanatuletea. Ndio eh, maisha yetu wewe ye, jenga fanya nini, weka magorofa, si maisha yetu? Kuna mabati ya ndio biashara zetu, na wewe umenijua kwa biashara hizi za mabati, bila itanga mabati tu, maana kuna gari na usafiri. Sawa bwana, huu uh, usafiri sawa lakini, maisha yanaendelea, watoto wanaenda shuleni, wanarudi vizuri, ugali unapata. Lakini eti kwa sababu eti uko na mtu fudenke, eti maisha sikwangumia tayumba, hata Mungu haiko hivyo. Kwani wewe ulikuwa unajua kama utakuja kuona duniani kipindi na last stand inachukua vya watu na vuta sigara bwege eh? Ulikuwa unajua ka kama utakuja kunikuta kwa kipindi hichi, kama Dotto atakuwa hivi? Ndio yote kubwa za Mwenyezi Mungu. Sawa, kwa hiyo ukiongea kama unarudia, hata e wanakupasikia kukusikiliza na kuona mix sense Maisha yetu tuojichagulia, na mguu umenipauka kama mpingo, unaona mm -hmm, si feki. Maisha maisha yetu hiyo, Wasafi beti, maisha yanaenda. Eti we nende jimu, nikafanya nini jimu? Kalete ombea, uulize tajiri gani, mbona hajaja? Hatutaki mambo hayo sisi, si maisha yetu ya ukweli. Ndo maana kuna baadhi wanaelewa, wanakubali wenyewe, wanaona jamaa kanyeoka. We hatuna maisha ya kufeki sisi. Ah, mko wawili. Mko wawili. Ngoja, mko wawili. Ah, na wewe upo. Na wewe upo. Na wewe upo. Ah. Kumbe mkuu mmejipanga ngojeni. Mko wa tatu sasa eh. Ah, na wewe. Na? Mko wa nne si. Tumeshae tu. Ani vipi mpaka sio akufundishe mtu. Kichoko kitoka jasho maisha yanaenda. Eh, mazoezi yote hayo. Maisha yetu. Fundi anaendelea na kazi. Gari mpya zimeingia jana, sikuambii ngapi. Fundi anafungua miguu, anatengeneza, maisha yanaenda. Ukituona chini, tunaandaa miguu mipauka. Atufeki maisha, hatuna maisha, kumlisha mtu chombo cha kulia. Naona gari ya msanii ina maji na nini, ehe. Haya ah, yote ngoza matangazo. Eh? Yeah. Hizi yeah, yeah, zote matangazo Wasafi Beti. Usione tu gari langu limejaa vitu. Ukaniona mimi mjinga, mjinga wewe. Hizi zote ajira zilizojaa. Nikiamka naangalia kampuni gani mimi, nipaki barua naendelea. Tunazo paka za kupikia kina mama. Wasafi Beti, unaona know? Hizi tunapekea kina mama wapishi. Sasa kina mama mashabiki zetu wana beti. Maisha yanaendelea.

Pita kule. Shamba. Si maisha yetu yanaenda. Wao kiwa na hii asubuhi unavimba kwenye foleni. Pia yeye usogee hata mbele. Mimi nimepaki tu. Zingine zile, zingine zile. Zingine hii nyumba ya kupanga hamna nafasi. Lakini ndio maisha yetu ya ukweli. Unaona? Oh, ana nini nyeusi? Jana nimejaini mwezi na za blue. Sijui kusoma na kuandika. Kiki kuna watu wanasikiliza kwa, kwa pesa yangu. Wananiletea magari wananiagizia, maisha yanaenda bora. Kwa si mezi bichi, unamsubiria nani? Endelea na maisha yako, na hema kitumbo kinamtoka, maisha yanaenda. Eti sio niende kwa mtofudio keti, eh eh, fanya hivi, mwanamume mwenzio anakushika mabega, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, mwanamume mwenzio. Acheni nyie, mbona mnaenda mbali kidunia